Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari yetu inatoka katika injili ya Matayo sura ya 5 aya ya 43 hadi aya ya 48 Tusikilize injili yetu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, nao hawafanyi hayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, injili ya leo ni ile ambayo inaendelea kutoka injili ya jana tuliyoisikia. Ni sehemu ya yale mafundisho ambayo yanakinzana na uelewa wa Wayahudi mwaliko wa kuwapenda maadui ulikuwa mwaliko mpya. Wayahudi waliona kama mwaliko mpya kwao, maana wao walikuwa na sheria mbili ambazo zinazuia upendo kwa jirani, zinazuia upendo kwa adui. Kwanza, sheria ya kisasi. Walikuwa na sheria inayosema jino kwa jino, jicho kwa jicho pili ndio hii tuliyoisikia, mpende jirani yako tu na umchukie adui yako. Na sheria Wayahudi walifata kiaminifu. Yesu anapotoa ufafanuzi kuwa wanatakiwa kuwapenda maadui wao sio kuwapenda tu zaidi, bali kuwatendea makubwa zaidi, kama Luka, injili ya Luka inavyotuambia sura ya 6 mstari wa 27 hadi wa thelathini na nane. Ndugu zangu wapendwa, pasipo jitihada za kuwa watakatifu kama Mungu, pasipo jitihada za kuwa wenye huruma, ni ngumu sana kuwa kama Mungu, kuwapenda adui zetu. Ndiyo maana Yesu anatualika kwanza, ili tuweze kuwapenda adui zetu, kwanza lazima tujibidishe katika ule mwaliko kuwa watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Lazima tujibidishe kuwa wenye huruma kama Baba yetu wa mbinguni alivyo na huruma. Na hivyo ndivyo tutakavyoweza kuwapenda wenzetu. Ni lazima katika maisha yetu tufanane na Baba yetu ambaye ni Mungu mwenyewe. Na Mtume Yohane katika waraka wake wa kwanza, hii sura ya nne mstari wa saba hadi wa nane anaweka bayana, anasema: Wapenzi, tupendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na tumeitikia wito wa kuwa watakatifu kama Mungu wetu ambaye ametutaka tufanane naye, tuwe na sifa kama naye na sifa ya kwanza ambayo Mungu anayo ni upendo, maana Yohana anatusisitizia kwamba Mungu ni upendo. Na sisi kwa kuwa tumeitikia mwaliko huu wa kuwa watakatifu, kwa kuwa tumeitikia mwaliko huu wa kuwa wenye huruma kama yeye alivyo mtakatifu, kama yeye alivyo mwenye huruma, hatutashindwa kuwapenda maadui zetu. Tukiona tunapata ugumu kuwapenda maadui zetu maana yake bado hatujafanana na Mungu, bado hatujawa sawa na Mungu, bado hatujawa watakatifu kama mwaliko unao twalika, tuweni watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Basi ndugu zangu wapendwa, kipindi hiki cha Kwaresima kitusaidie daima kuwa watakatifu. Tutakapokuwa watakatifu, hatutapata shida kuwapenda ndugu zetu, hatutapata shida kuwaombea ndugu zetu Hatutapata shida hata kuombea majirani zetu, hata kuombea maadui zetu na kuwasaidia maadui zetu. Basi tumwombe Mungu atujalie katika kipindi hiki cha Kwaresima. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami ndugu Winifred Ngokotalo paado wa shirika la ndugu wa Francisco wa Kapuchini provinsi ya Tanzania linayefanya utume katika jimbo la Lindi. Asanteni.